Tatizo la la kabila la Wambembe surya ai. Kitambo sana tuliishi pamoja kama jamii moja, lakini sasa tunaishi tofauti. Tumegeuka sana, tunaumizana sana. Tulipaswa kuinuliana na kusimama pamoja kwa sababu sisi ni mmoja. Mbembe mbondo ni mmoja, hicho kilipaswa kuwa nguvu yetu na kauli mbiu ambayo mababu zetu walitupa. Njia tunayoishi sasa siyo jinsi watu halisi Wambembe wanavyopaswa kuishi. Tulikusudiwa kutazamiana, kukusanyika pamoja matatizo yanapotokea na kukabiliana na changamoto kama familia moja. Hiyo ndiyo njia halisi ya watu wa Mbembe. Tulipaswa kushiriki tulicho nacho. Kile ninachokikosa leo nilipaswa kuweza kukiazima kwa jirani yangu, na kile anachokikosa jirani yangu alipaswa kuweza kukiazima kwangu. Roho hii ya kushiriki ndiyo ilikuwa msingi wa jamii yetu. Mtoto ulea kijiji, hiyo ilipaswa kuwa njia yetu ya maisha. Kila mwanaume alipaswa kuwa baba wa mtoto huyo kila mwanamke mama wa mtoto huyo, kila bibi na babu walipaswa kuwa wazazi wa kila mtoto. Lakini sasa, inaonekana roho hiyo imetuacha. Tunaishi katika jamii ambapo hatujali tena mtu na mwenzake. Leo tunaishi kama wageni, majirani hawaongei tena au kutazamiana. Badala yake, tunasengenya, tunakosoana na kubomoana. Majirani hawasemi vizuri tena juu ya wenzao. Badala yake, wanaeneza hadithi za uongo, wanagombania matatizo madogo na na wanakataa kuketi na kuzungumza mambo. Tulipaswa kusherehekea mafanikio ya kila mmoja wetu, sio kuyaonea wivu. Mmoja wetu anapofanikiwa, inapaswa kuwa ushindi kwa jamii nzima. Mtoto wa jirani yako akifanikiwa, unapaswa kufurahi kwa sababu mtoto huyo ni wetu sote. Mtoto huyo siku moja atafanya mambo makubwa, sio kwa familia yao tu, bali kwako na kwa jamii nzima. Lakini sasa, naona roho hiyo inafifia. Naangalia jinsi wambembe wanavyoishi leo na naona upendo na kujaliana vikitoweka. Bado ninawashukuru wale wanaoendelea kuonyesha upendo na kujaliana kwa majirani zao na kwa jamii ya Mbembe. Uchawi ulikuwa wakati mmoja ni zoezi takatifu, njia ya kuponya, ya kuwasiliana na mababu zetu, ya kujikinga na pepo wabaya. Lakini angalia, tumebadilisha kuwa nini sasa? Tunautumia kuharibiana. Tumekuwa maadui wa watu wetu wenyewe. Familia zinaharibiana kama vikaragosi kwenye ubao wa kucheza chesi. Uko wapi upendo wa Bembe? Iko wapi huruma yetu? Mtu anapopata kidogo zaidi anageuka kuwa pepo, akipoteza unyenyekevu wote. Jirani akifanikiwa anakuwa shabaha. Familia ikiwa na watoto zaidi, wanakuwa wahanga wa wivu na chuki. Imefikiaje hapa? Kwa nini hatuwezi kuishi pamoja kwa amani? Ikiwa lazima tupigane, kwa nini tusipigane dhidi ya wale wanaotuibia wale wanaochukua dhahabu yetu, migodi yetu, almasi zetu na rasilimali zetu za asili. Kwa nini kugeukia mtoto wa jirani yako mwenyewe, yule ambaye anaweza kukua na kuwa rais, daktari, mwalimu, nesi, mtu ambaye anaweza kubadili mkondo wa historia kwa wa